Ni usiku wa shukrani kwa wasanii wa Chado Master Film e, kwa maana kwamba wasanii ambao wameshiriki tamthilia ya Chado Master wamekuja kuwashukuru mashabiki wote ambao wamekuwa wakifuatilia tamthilia yao kuanzia moja mpaka hapa ambapo eh, wamefikia na miongoni mwa wasanii ambao wamefika siku huu wamesema hapana bwana, wacha tushiriki na wasanii wenzetu kwenye moja na mbili ya kuweza kutoa shukrani zao kwa shabiki. Ni sababu na Mudi Muzungu Vagalaba, moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kunako tamthilia ya Dunia. Ukizungumzia Mudi Mzungu nazungumzia kipaji fulani hivi cha pombe pombe. Nyingi tunazungumza naye eh, atuambie kwa hiki ambacho amekuja kukifanya, eh, kwa hiki ambacho wasanii wa Mishini Poso wanakifanya tafsiri yake ni nini, mzee wangu nak Ah, bwana fresh. Mambo yanaenda. Mambo yanaenda. Tunamshukuru Mungu. Mm. Ya mpaka tumefika hapa. Ya Mungu anatia ana neema zake. Sawa. Wasanii wa Mission Impossible wanatoa shukrani, wamekuja kutoa shukrani kwa mashabiki mashabiki wao. Yeah. Binafsi naona hii tafsiri yake nini hasa? Ah, ni kitu kizuri kwa sababu toka wanaanza mpaka mm. Hivi sasa aa, nafikiri kuna changamoto nyingi wanakuwa wamepitia kwa sababu kama unavyojua kazi zetu si za sanaa. mm. Unaanza vizuri katikati zinakuja in lakini mpaka kufika hapa wanakwenda kuhitimisha, ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo pia la kushukuru watu ambao wanaotazama kazi, mashabiki, sisi wenyewe kwa ujumla, wasanii alikadhalika. Kwa hiyo, kwa upande wangu mimi naona ni kitu kizuri Chado amefikiria na timu yake kwa ujumla. Kwa hiyo, ni jambo zuri, hata wengine pia Uh, uh, wanaofanya kazi kama sisi kina Dunia tunapata mm. uh, nafasi ya kujifunza mm. eh, namna gani na sisi tukimaliza tuandae kitu gani kama chado kama nani kama nani mm. ya yeah, inatengeneza pia inaleta ukubwa kwenye hicho Mudy. Kama shabiki unatazamaga kazi zile za Chado Masta, ya yeah, mi namshukuru Mungu, natazama kwa sababu najifunza, the way story zilivyo, wasanii wanavyocheza mm. ya yeah, huwa natazama mm. mm -hmm. Sawa. So, na tuzungumzie kidogo kambi yenu Dunia, moja kati ya kambi, moja kati ya familia, moja kati ya wasanii ambao kwa sasa mnafanya vizuri sana. Ni wapi maua yenu? Maswali mekuwa ni mengi kuhusiana na kitu ambacho kimepostiwa na director, e, Bicho, ama Baba Asma alisema kwamba anaomba radhi kuhusiana na mabadiliko ambayo yamefanyika kupitia kwenye tamthilia yenu ya Dunia. E, mabadiliko yaliyopo ni kwamba Matilda ambayo tumezoea kumuona kila kukicha hayupo, badala yake kuna mwingine ambaye amekuja. Ombi lake mashabiki wampokee Matilda, wamtie moyo e,